Hujambo, mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wa channel yetu pendwa Kwetu News24, na tunategemea mahali kote ambako uliko uko salama salimini, na hivyo leo tunakusogezea habari kutoka pande mbalimbali mbali za dunia hii na zaidi zaidi, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako hali si shwari. Milio ya risasi yarindima katika nyanda za juu za Sirikivu na Masisi, huku vikosi vya zidi kuzingira maeneo nyeti kwa silaha nzito na hata kwa droni. Wakati huo huo barabara kuu ya namba pili inayounganisha Goma na Bukavu imekatika baada ya daraja kuporomoka ghafla, pigo kubwa kwa usafiri na biashara katika ukanda wa Kivu. Na kana kwamba haitoshi, mlipuko wa kipindupindu wazidi kuenea katika zaidi ya majimbo ishirini nchini ukiua makumi ya watu Sud-Kivu na Haut-Katanga, huku mamia wakiendelea kuugua. Je, ni nini kinaendelea hasa katika uwanja wa vita? Je, hatua hizi za kijeshi zinamaanisha mabadiliko makubwa ya nguvu? Je, wananchi wa kawaida wapo salama katikati ya risasi na katikati ya magonjwa? Hizi ndizo habari nzito ambazo tutakufikishia kwa siku ya leo. Hivyo tunakuomba, usiondoke, kaa nasi kwa taarifa kamili. Turudie basi huko Sud-Kivu ambako imeripotiwa kuwa jeshi la FARDC limepata ushindi mkali kwa kupambana na jeshi la Twigwaneho ambako imeripotiwa kuwa wamewashinda na kuliteka jiji la Kalingi. Katika hatua inayotajwa kuwa mafanikio makubwa ya jeshi ya FARDC, jeshi hilo likisaidiwa na wanamgambo wa wazalendo pamoja na vikosi vya Burundi limeweza kutwaa muji wa Kalingi ulioko katika nyanda za juu za Sud-Kivu. Operesheni hiyo ilifanyika tarehe kumi Februari usiku, inalenga kupambana na makundi yenye silaha inayodaiwa kuwa sugu katika eneo la juu la milima ya jimbo hilo la Sud Kivu. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa vyanzo vya usalama, kutekwa kwa Kalingi kumesababisha kukimbia kwa kiongozi wa waasi anayejulikana kama Tigwa neho pamoja na Charlie Samanta ambaye anadaiwa kuelekea Lemera katika nyanda za juu

Hata hivyo, wakati upande mmoja ukitajwa kushinda eneo hilo la Kalingi, wasiwasi umeongezeka kuhusu hali ya Minembwe. Ripoti zimeeleza kuwa eneo hilo la Minembwe linazidi kuzingirwa na vikosi vyenye silaha nzito, vikiwemo vinavyotumiwa ndege zisizo na rubani, ni kusema drone, hali inayozua hofu ya uwezekano wa mashambulizi mapya dhidi ya mji huo wa kimkakati. Minembwe ime kuwa kitovu cha mvutano wa muda mrefu katika nyanda za juu za Sud-Kivu. Kwa hatua yoyote ya kijeshi katika eneo hilo inaweza kuwa na hatari kubwa kwa usalama wa raia. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanasema hali inahitaji tahadhari kubwa, ili kuepuka madhara kwa wananchi, hasa ikizingatiwa kuwa maeneo hayo tayari yameathiriwa na migogoro ya muda mrefu. Kwa sasa hali inabaki kuwa ya uangalifu mkali huku wakaazi wa maeneo ya juu wakifuatilia kwa ukaribu mwenendo wa operation za kijeshi. Hizo zilikuwa habari kutoka huko juu ya Sud Kivu. Tuanze basi habari zetu tukielekea huko Masisi, Nord Kivu. Hali ya usalama imeendelea kuwa tete katika eneo la Masisi mkoani Nord Kivu, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano makali yalizuka asubuhi ya Jumatano, tariki 11 Februari mwaka wa 2026 kati ya wanamgambo wazalendo wa zalendo na wapiganaji wa AFC M23 katika kijiji cha Biguri, eneo la kilimo karibu na kal Kalengera ndani ya sheferi ya Bashali. Kwa mujibu wa vyanzo vya ndani, mashambulizi yalianza majira ya saa mbili asubuhi ambapo wanamgambo wa wazalendo walivamia nafasi ya M23 kwenye umuhimili wa Kirumbi. Mashambulizi hayo ya wazalendo yalisababisha mapigano makali yaliyojumuisha matumizi ya silaha nzito na nyepesi pia. Wakaaji wa eneo hilo walilazimika kukimbia mashambani na majumbani mwao wakihofia usalama wao huku shughuli za kilimo ambazo ndizo chanzo kikuu cha maisha katika eneo hilo zikisimama na muda kwa muda kutokana na maamilio ya risasi na milipuko yaliyosikika kwa saa kadhaa. Mashuhuda wanasema hali iliyokuwa ya taruki kubwa huku baadhi ya familia zikijificha katika maeneo salama wakisubiri mapiga ya tulie. Hata hivyo, katika majira ya alasiri hali ya utulivu ilianza kurejea baada ya wapiganaji wa M23 kudai kuwazuia na kuwatawanya washambuliaji. Kufikia jioni eneo hilo liliripotiwa kuwa chini ya udhibiti, ingawa hofu bado inaten, inatanda miongoni mwa wakaaji. Mpaka sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya majeruhi na madhara ya kibinadamu yaliyotokana na mapigano hayo. Tukio hili linaongoza wasiwasi juu ya hali ya usalama katika wilaya ya Masisi ambako kwa muda mrefu umekuwa ukikumbwa na migogoro ya mara kwa mara katika makundi ya silaha kwenye muji huo. Kwa sasa wakaazi wa Biguri na maeneo jirani wanaendelea kuishi kwa tahadhari huku wakisubiri maendeleo zaidi ya hali ya usalama. Tuzungumzie basi hali ya kiafya ndani ya nchi ya DRC ambako imeripotiwa kuwa mlipuko wa kipindupindu umetokea ndani ya majimbo ishirini ndani ya nchi hiyo ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati hali ya usalama ikiendelea kuwa changamoto mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa hilo pia linakabiliwa na tishio jingine kubwa la kiafya. Ugonjwa wa kipindupindu unaendelea kusambaa katika majimbo zaidi ya ishirini kati ya jimbo ishirini na sita ya nchi hiyo na kuendelea kusamba, kusababisha vifo na hofu miongoni mwa wananchi. Kwa mujibu wa takwimu kutoka divisheni ya afya ya jimbo la Sud-Kivu, watu wasiopungua ishirini na sita wamefariki dunia katika kipindi cha chini ya miezi miwili tangu mwanzo wa mwaka huu. Sirikivu ni miongoni mwa maeneo yaliyohatarika zaidi, huku vituo vya afya vikikabiliwa na ongezeko la wagonjwa wanaoonyesha dalili za kipindupindu, ugonjwa unaosababishwa na ukosefu wa maji safi na hali duni ya usafi wa mazingira. Wataalamu wa afya wamesema mchanganyiko wa migogoro ya mara kwa mara uhaba wa huduma za msingi pamoja na ukosefu wa miundombinu ya maji safi unachangia kuenea kwa kasi kwa maambukizi hayo. Katika baadhi ya maeneo, familia zimelazimika kutumia maji yasiyotibiwa ya jambo linaloongeza hatari ya maambukizi hasa kwa watoto na wazee. Mamlaka za kiafya zimeanza kampeni za kuhamasisha kuhusu kunawa mikono, matumizi ya maji yaliyochemshwa au kutibiwa na kuhamasisha wananchi kuwahi hospitalini mara tu wanapoona dalili kama kuharisha au kutapika kupita kiasi. Hata hivyo, changamoto ya kufikia maeneo yaliyoathiriwa na mapigano bado ni kikwazo kikubwa katika kudhibiti mlipuko huo. Kwa upande wa wananchi, nao sasa wanatoa wito kwa serikali na mashirika wa kimataifa kuongeza msaada wa haraka ili kuzuia ongezeko kwa vifo na kuokoa maisha ya maelfu walioko hatarini ndani ya Sud-Kivu. Tuelekee uko Kalehe ambako imeripotiwa kuwa barabara kuu namba pili imeweza kukatika. Usafiri katika miji ya Goma na Bukavu imekumbwa na pigo kubwa baada ya daraja la Mubimbi kuporomoka katika eneo la Kalehe mkoani Sud-Kivu. Kuporomoka kwa daraj kwa daraja hilo kumekata kabisa mawasiliano ya barabara kuu namba mbili ambayo ni muhimili muhimu ya kiuchumi na kijamii unaounganisha miji hiyo miwili mikubwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka eneo la tukio, daraja hilo lilianguka ghafla, hali iliyosababisha kusimama kwa magari ya biashara na malori ya mizigo yaliyokuwa yakisafiri kati ya Goma na Bukavu. Barabara kuu namba mbili ni barabara ya kimkakati inayosababisha usafirishaji wa bidhaa, chakula na huduma muhimu kati ya Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Kukatika kwa barabara hiyo kunatarajiwa kuwa kuwa athiri bei za bidhaa sokoni, usafirishaji wa wagonjwa, pamoja na shughuli za kiuchumi katika ukanda huo. Wasafiri waliokuwa njiani wamelazimika kusimama au kutafuta njia mbadala, ambazo kwa sasa hazijathibitishwa kuwa salama au zinaweza kupitika kirahisi. Hadi sasa, mamlaka za eneo hazijatoa taarifa rasmi kuhusu chanzo cha kuporomoka kwa daraja hilo wala muda utakaohitajika kwa matengenezo au ujenzi upya. Wananchi wana wafanyabiashara wameleza wasiwasi wao wakihofia madhara ya kiuchumi na changamoto za usafiri zitakazoweza kujitokeza iwapo hali hiyo itaendelea kwa muda mrefu. Wito umetolewa kwa serikali wa, na wahusika wa miundombinu kuchukua hatua za haraka kurejesha mawasiliano kati ya barabara hiyo muhimu kwa maendeleo ya ukanda wa Kivu. Tuzungumzie pia mlipuko wa kipindupindu wenye unatokea huko Haut-Katanga. Wakati mapigano yakiendelea katika baadhi ya maeneo ya mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, jimbo la Haut-Katanga nalo linakabiliwa na tishio kubwa la kiafya. Zaidi ya visa mia tatu vya ugonjwa wa kipindupindu vimeripotiwa katika jimbo hilo huku ku tayari ka takribani watu kumi wakiathiriwa kufariki dunia, kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka vyanzo vya afya. Mamlaka za kiafya zimesema ugonjwa huo unaenea kwa kasi katika baadhi ya maeneo yenye changamoto ya upatikanaji wa maji safi na miundombinu duni ya usafi wa mazingira. Kipindupindu ni ugonjwa wa mlipuko unaosambazwa kupitia maji au chakula kilichochafuliwa na unaweza kuua haraka endapo mgonjwa hatapatiwa matibabu ya haraka. Vituo vya afya katika maeneo yaliyoathiriwa vimeripoti ongezeko la wagonjwa wanaolazwa wakiwa na dalili kali za kuharisha na kutapika kupita kiasi, hali inayosababisha upungufu mkubwa wa maji mwilini. Wataalamu wa afya wameonya kuwa bila hatua za haraka, idadi ya maambukizi inaweza kuongezeka zaidi, hasa katika maeneo yenye msongamano wa watu. Serikali ya jimbo, kwa kushirikiana na shirika za wa afya, imeanza kampeni za hadharura za uhamasishaji ikiwa ikiwahimiza wananchi kuzingatia usafi wa mikono, kunywa maji yaliyochemushwa au kutibiwa, na kuwahi hospitalini mara tu wanapoona dalili. Wananchi pia wanahimizwa kuepuka matumizi ya maji yasiyotibiwa na kuhakikisha vyakula vimepikwa na kuhifadhiwa kwa usafi. Hii, hali hii inaongeza presha kwa mfumo wa afya ambao tayari unakabiliwa na changamoto za kiafya na zingine kadhaa. Kwa sasa juhudi zinaendelea kudhibiti mlipuko huo ili kuzuia kuenea zaidi na kuokoa maisha ya wakaaji wa Haut-Katanga. Hizo zilikuwa ni habari kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tunakushukuru sana kuwa pamoja nasi sawa. Hata tukutanani wakati ujao.